Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeimaliza mechi salama na, na matokeo ambayo tumeyapata, sisi viongozi wa Simba, wachezaji na hata mashabiki wa Simba tumefarajika tume, kwa aina hii ya matokeo e, tulikuja hapa tukifahamu nafasi yetu ya kufuzu kwenda robo finali ni finyu, lakini tulikuja hapa kwa ajili ya kupigania heshima ya Mnyama hatukuwa tayari kuona mnyama anapoteza ana, ana, ana mechi hii, na hatukuwa tayari kuona mnyama anafungwa mechi mbili na timu moja kwenye hatua ya makundi, haijawahi kutokea, na hatukuwa tayari kuona hilo linatokea kwa mara ya kwanza. Na tulisema wazi ya kwamba eh, hajawahi Al Ahly kuvuna alama sita mbele ya Simba Sports Club. Kwa mantiki hiyo, hakuna timu yoyote Afrika ambayo ina uhalali wa kupata alama sita mbele ya Simba Sports Club kwenye hatua ya makundi. Utatufunga kwenu, tutakufunga kwetu, utatufunga kwetu, tutakufunga kwenu, utatufunga kwetu, kwenu tutapata sare. Na kwa msimu huu ambao hatukuwa vizuri e, haya ndo matokeo ambayo sisi kwetu ni fair. Kwetu tumepoteza lakini hapa nyumbani kwao wameshindwa kutufunga na tumeendeleza rekodi ya kibabe katika katika nchi ya Angola. E, tulipata sare hapa dhidi ya Bravos msimu uliopita ya moja moja, tulishinda magoli mawili hapa e, dhidi ya dhidi ya dhidi ya, uh, Petro de Luanda, eh, Premio de Agosto kwa hiyo sisi hapa Angola ni, ni, ni, ni wafalme na ndio wenye, hu, wenye hii nchi, ya, ya hatu... huu wenye hii nchi ya Angola. huu uwanja ni Benjamin Mkapa ya pili, ya, hii ni Benjamin Mkapa fulani. <laughs> yote kwa yote ni fair result eh, hatukuanza vizuri michuano hii na ndiyo ambayo imetugharimu, ime, ime eh, laiti kama group stage ingekuwa ndio inaanza sasa maana yake ni kwamba sisi tulikuwa tuna uhakika sio tu wa kwenda robo fainali, lakini wa kuongoza kundi kwa kushinda mechi zote sita ambazo, eh, zote, sita ambazo, ambazo tungecheza kwa aina ya, ya timu tuliokuwa nayo hivi sasa. Lakini tayari eh, kuta zilishaanguka huko nyuma, tulishakuwa na matokeo mabaya huko nyuma eh, imeshindikana ku kuya fix hivi sasa, tayari watu walishatangulia, walisha na kutuacha, lakini matokeo haya sisi kwetu ni matokeo ambayo yameturejeshia confidence na yametupa heshima sisi Simba Sports Club. Na matokeo haya ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni dhahiri shahiri ya kwamba timu yetu imeimarika sana. Tulikuwa na mapungufu eh, awali, mapungufu yale tumeyafanyia kazi tumefanya usajili katika dirisha dogo, yamekuja majembe ya maana kweli kweli ambayo yanafanya kazi iliyotukuka. Wamekuja wachezaji ambao wamekuja kuiboost timu yetu, wamekuja kuiongezea timu yetu ubora. Na leo tumeintroduce magnifico player, mchezaji mpya mwenye kiwango cha hali ya dunia, Ino Loemba. Umemuona kwa dakika chache ambazo wamecheza. Waangola wenyewe wamefurahia, Afrika yenyewe imefurahia katika huu uwanja. Eh, Lionel Messi aliwahi kucheza hapa. Sasa, yeah. Wakati tuko jukwaani kule, wakawa wanasema bane, huyu mchezaji aliyeingia amefuga rasta huku anatukumbusha Lionel Messi, hapa ndo alifanya maajabu kama hayo. Tazama hata muundo wake wa kucheza, anacheza namba nani yuko na chama anasogea